La pili nalotaka kujibu, mahusiano yenye afya ni yapi? Ni mahusiano gani ambayo tunasema haya ni mahusiano yenye afya? How does this healthy relationship looks like, inafanana fananaje? Yaani, unawezaje kusema haya mahusiano uliopo ni mahusiano yenye afya? So nikisema hapa, jamani, wale walioko kwenye mahusiano yenye afya tunyooshe mikono, amkini msingenyoosha wengi Yamkini uyaelewe yana afya, hayana afya, unafahamu, ni jambo moja kujua huko kwenye mahusiano, ni jambo lingine kujua huko kwenye mahusiano yenye. Kuna mtu tunaelewana? Naomba nirudi, ni jambo moja kujijua huko kwenye ndoa, ni jambo lingine kujijua huko kwenye ndoa yenye furaha. Ni jambo moja kujijua huko kwenye mahusiano, ni jambo lingine kujijua huko kwenye mahusiano yenye afya. Sasa nataka nikusaidie kujua mahusiano yenye afya ni yapi? Wale ambao mko kwenye mahusiano mtaweza kuyareflekti ya kwenu, mujue yanahitaji kwenda gereji au yanahitaji kwenda wapi. Wale ambao bado basi, itawasaidia kujua niingie ingieje. Mazingira yafuatayo ukiyaona, utajua kabisa hapa siko kwenye mahusiano yenye afya, kwa maana hiyo kinyume chake kinakupa jibu la haya ni mahusiano yenye afya. Moja, kama huyo uliye naye anatamani kujua hali yako mara kwa mara, anatamani kukujulia hali, yaani hali yako inamhusu kwao. Atakucheki unaendeleaje, How are you? Mbona anaonekana leo hauko down, hatujawasiliana kuanzia asubuhi, are you fine? Yaani unaona ana check in. Kwenye parenting unaita checking in. Huyo hujue mko kwenye mahusiano yenye afya. Ila ukiona yule ambaye anakuja na kurudi kama vikumbikumbi wa kiangazi, mara yupo mara yu, mara anawasiliana mara anakata miezi miwili, mara anaibuka kama upinde wa mvua, hapo ndugu yangu, hauko kwenye mahusiano yenye ya afya. Umeelewana? namba mbili, kama anakulaumu kwenye kila kitu buka anajibu swali mahusiano yenye afya ni yapi? Kama anakulaumu kwenye kila kitu, yaani kosa lolote ni wewe. Zuri la kwake anakulaumu kwenye kila kitu, yaani mpaka amekulaumu katika hali ambayo chochote kikifanyika tayari umeshajua kabisa umeshajituni kulaumiwa. Ehe, na hapa nimekoseaje? Yaani umeshajijua kabisa ushakosea, umeshajiandaa kupokea lawama husiano yanakufanya unakuwa na emotional deterioration, unakuwa degraded emotionally, kwa sababu uwezekani unalaumiwa kwenye kila kitu wakati wote. It's impossible kunaga mtu ambaye yuko all the time imperfect, haiwezekani. Natumaini kuna maeneo unafanya vizuri. Jambo la tatu, kama huyo mtu yuko tayari kubadilika au wewe huko tayari kubadilika basi kuna signals huko kwenye mahusiano yenye afya, readiness to change. Umeshakuwa kwenye mahusiano ambayo kuna mtu anavitabia ambavyo huvipendi uvielewi, kila mkiongea anakwambia utansamee, mi ndivyo nilivyo, tena mimi bora mimi huko kwetu kakaangu mimi ndo kabisa, yani, yani, ya mimio shukuru Mungu niko hivyo hapo, huko kwenye mahusiano yenye afya Uliyeko kwenye mahusiano mwenye afya, somebody is ready to change. Yuko tayari kufanya nini? kubadilika. yuko tayari kubadilika. na sio kubadilika kule kwa msuli, manake kuna wale ambao akikosea mpaka umwonyeshe kosa mpaka unatoka jasho kumuonyesha kwamba umekosea hapa na unahitaji kuomba msamaha mpaka unatoka jasho uh -uh. Mtu ambaye yuko sensitive anajua kabisa hapa I wronged you. I'm sorry, uko kwenye mahusiano yenye afya. Namba nne, kama anajali hisia zako, if someone cares for your emotions. Kama ajali hisia zako, hauko uh, kwenye mahusiano yenye afya ndugu yangu. Unaumwa, unakohoa, hakupi wala pole. Unajaribu kumonyesha huko poa, wala hagundui Unazira mpaka unamaliza una, una kuzira mpaka unamkumbusha, hivi unajua nimezira. Haoni na raha ya kuzira, unamziria agundue, sio sasa. Unazira unazira mpaka unashangaa agundue, mpaka unamwambia hivi, uoni nimekuziria. Anakuuliza umezira kuanzia lini? Unamwambia kuanzia Alhamisi. He, kwa hiyo wiki sawa, endelea.

Bali ukiona mtu anakuwa mso caring utafanya nini? Unafikiri au utafute mtu labda, ongea naye, afu mnamaliza kuongea, unashangaa kesho yake anakucheki vipi, ile kitu umewaza tena. So, una, una, una, vipi ume, ume, tena kuna kitu kinaweza kukusaidia. Unaona kumbe anawaza ishu yangu, ishu gani tena, out of sight out of mind Hauko kwenye mahusiano yenyewe. Mwisho kwenye ile swali la pili, kama anapatikana hivyo. Unafahamu kuna watu wako kwenye mahusiano lakini hawapatikani, yani bora msukule, haonekani. Huyu haonekani yuko kwenye mahusiano, haonekani. Yani wewe mwenyewe unawaza ninampataje? Si mara nyingine haipatikani mpaka akupigie yeye akafanya nini, hapatikanei enae hapatikani kwake kwamba nipata changamoto. Yani una uhakika na yeye anapokuwa mbele yako unamwona huyuhuyu huyu, huyu akitoka washroom unaweza usiwe naimani kabisa kwamba amekweli kaenda au hajaenda. na kuna watu wanafanya hivyo intention, wamedesign maisha yao hivyo ili watu wote wasiwe wanaelewa route zao, wanajidesign hivyo yani intentionally kabisa. Yani kuna wale watu hata ukienda kazi, hivi fulani yupo, yupo, alikuwepo hapa, kila mtu anasema alikuwepo hapa. Hakuna mwenye uhakika kwamba yuko sehemu fulani, hakuna ila yeye ndo ana uhakika kwamba yuko sehemu fulani. Hamna mtu na amedesign hiyo hali yani yuko kama nzi